Lakini nasaha yangu kwenu vijana wenzetu, cha kwanza, mtakapofika wakati wa kwenda kugombea tusirudi nyuma. Kwa nini? Kwa sababu sisi viongozi wenu, kwa vikao tunavyoketi na mwenyekiti wetu, kwa kikao anachoketi, ni dhahiri hatutopepesa macho kwa kijana wa Chama cha Mapinduzi kukatwa jina. Tutahakikisha kwamba mnarejeshwa

yetu kwa sababu walikuja viongozi wetu, lakini tukajenge hamasa kwa jamii zetu washiriki kikamilifu katika uchaguzi. Sasa yote hayo pamoja na kusema Dr Samia mitano tena hayawezi kukamilika bila sisi kwenda kuhuisha taarifa zetu katika daftari la kudumu la mpiga kura. Na mimi niwapongeze chama cha mapinduzi, imefanya vizuri jumuia zote Shinyanga mlijitokeza kujiadilisha kwa zaidi ya asilimia moja, mlipata asilimia mia moja theathii na namna a mlifanya, mlifanya kwa ubora mzuri. Lakini yale mapungufu yaliyojitokeza yakaboreshi ili uadilishaji wa, wa zoezi ilililoanza jana. Na sisi tukumbuke tumeingia katika mzungufu wa kwanza kati ya mitatu tukahakikishe tunaichangamkia fursa hiyo tangu ilipoanza siku ya jana, kwa siku zilizosalia kufikia siku ya tarehe saba ya mwezi wa tano <tipanilisana> lakini kingine kwa wanachama wote ambao wako hapa ilikuwa na chama zile kadi za kielektroniki pia tusisite kwenda kuzichukua, zitupe sifa na tufaidike na, na manufaa ya kwa sababu, kama chama kimetenga fedha nyingi na kama tulijiandikisha tukajiregista tukapata kuambiwa kwamba kadi zitapatikana tayari zipo, nenda uli ulujiandikisha ukachukue kadi yako, na kwa wale ambao hawakuweza kujiandikisha kipindi cha awali, hiyo huduma imerudi kwa sasa, turejee tuende tukajiandikishe. sisiemu hoye.